Naam ni matendo makuu ya Mungu live kabisa kutoka ndani ya studio za Arise and Shine TV Kawe Beach Dar es Salaam Tanzania. Kama unavyotuona hapa tuko wawili. Uh, mimi ni Ram Bigeze Balozi fulmeni, hapa niko na uh, dada Lightness Jerry. Ndio. Uh, shalom. Shalom. Amani ipo ya kutosha si ndio? Ipo ya kutosha na itaendelea kuwepo kwa sababu niko chini ya neema mpaka mafuta ya Bwana tume Boniface Budoza Mamposa. Raha. Raha sana, una enjoy sana. Yes, Yesu, kwa kwa kwa kwa sababu msalabani, ndio na kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona. Tumepona. Mm. Yupo ndani ya mumpo na sisi ya ya mtume ni wanafunzi chini wa wa Mungu Mungu, si hivyo? Baraka hapa, neema, utukufu ah za yale ambayo yameendelea kutendeka madhabahuni lakini pia wa tuma namba WhatsApp, kwa namba anatuma kwenye namba ile ya WhatsApp. Ndio. Kwa hiyo tunakuletea shuhuda zote. Kumbuka unaposikiliza shuhuda hizi mm, imani yako inaendelea kuongezeka. Kabisa kabisa. Na isipoongezeka uh -huh, sijui itakuwaaje lakini mimi naamini inaongezeka sababu wengi mm, wakishuhudia madhabahuni wao wanasema kwamba tumeongezeka kiwango cha imani baada ya kusikia shuhuda fulani. Mm -hmm. Ama mimi nilifanya hiki baada ya kusikia shuhuda fulani yes, na outcomes zinaonekana. Kwa hiyo yeah, ni lazima kiwango chako kiinuke, okay, wewe ambaye unafuatilia kupitia mitandao ya kijamii Arise and Shine Tanzania pale Facebook lakini pia Rise and Shine Tanzania pale Instagram, bila kusahau wewe ambaye unafuatilia Rise and Shine Tanzania pale YouTube, andika pia Mwamposa live YouTube, unaweza ukampata mtumishi wa Mungu live kabisa, na hiki kinachoendelea hapa utakiona live kama unatoka nyumbani, pengine unasema mimi naangalia TV lakini natoka, nafanyaje? Switch on kwenye, uh, simu yako. Yes. una una so, unasikiliza uh -huh. Yes, una, una kwenye radio au ukaweka kwenye radio ya gari pale huko, na tazama hiki kinachoendelea ili imani yako endelea kuongezeka. So unaposikiliza unajua hata kumpendeza Mungu pia kunahitaji, mm, imani uh -huh. Kwa hiyo tunapoangazia shuhuda hizi, kama wengi wamepokea Mm. Kwa sababu na mtu mwingine a nasikiliza kama hivi, tunaelezea shuhuda hapa halafu, mm. uh, anakuwa na moyo mgumu nakusikiliza shuhuda. Amini mm. ni wengi wa kusikiliza kama hivi wamepokea, uh, miujiza na moja kwa moja. kwa sababu ya muda wetu leo, tuna mambo mm. mengi ya kukuangazia yeah. Tuanze na shuhuda kutoka katika madhabahu ya Arise and Shine ambao wameendelea kutendea yes. Moja kwa mba moja hmm. Adhabauni kuna shuhuda nyingi sana, lakini hizi chache tunakuletea ili kiwango chako kiweze kuinuka, sikiliza, tazama na imani yako iinuke, upokee kitu kupitia shuhuda hizi. Kwanza kabisa, mama huyu alikuwa na magonjwa mbalimbali, alikuwa na magonjwa mengi, lakini pia alikuwa na changamoto zingine hata kiuchumi, lakini baada ya upako, eh, baada ya upako, sasa hivi amepona magonjwa yote, lakini pia alitoa riziki kwa njia gani tutakwenda kuona, lakini pia ameanza ujenzi baada ya upako. mm -hmm. Unajua, hiyo inaweza ikawa na mtu anaweza sielewe vizuri kwamba mtu ameanza ujenzi baada ya upako vipi, kwa sababu unaweza ikawa unapata pesa lakini hata akili yako kufikiria tu hakuna, hakuna mm -hmm. So una, upata, unapata, mm -hmm. unawaza tu wewe upange upange, sio kwamba huna hela upate, unapata na unaweza kujenga aza ni kupa na kupanga kwenyewe, lesa ulikuwa unalipa milioni moja unapanga chumba la bacha laki moja. mm. ukilipa milioni tatu unahamia nyumba kubwa zaidi, unalipa milioni moja kwa mwezi yeah. uki hivyo kwa muda wako wote, badala ya zile la uwekeze uweze kupanga yeah. mm. uweze kujenga, unakuwa wewe ni mtu wa kupanga, hata akili ya kukumbuka hakuna. hakuna. hakuna. na unafikiri kawaida, kumbe kuna namna umefungwa sasa mm -hmm. Huyu yeye alifunguka baada ya upako ndio mm. tumsikie moja kwa moja, Arise and Shine. kwa jina naitwa Salafina Mkumbata Ndi, nimetoka Morogoro Kilombero, niko hapa kumshukuru Mungu. Tulikuwa tuna uchumi, nina ni duka lakini katika duka hilo tulikuwa na changamoto sana, tulishuka kiuchumi, tulikuwa tunauza laki mbili laki mbili, tu, laki mbili kwa siku kwa siku ayo. Tena hiyo ni kubwa ndio, lakini tulihangaika sana kwa waganga, tumeenda kutafuta msaada eh. Aha. Lakini huko kwa waganga tulikuwa tunaenda kwa sababu mimi na watoto wangu ni kuumwa kila siku. Aha. Ndio tukaanza kuhangaika kwa waganga huku na kule, toka elfu mbili kumi na sita mpaka hivi sasa naisi waganga, yani wamekula hela ya zangu nyingi sana. Wamekula hela zako sana, yeah. Yani ningekuwa ni maduka na manyumba, hata mimi ningekuwa nayo. uh -huh. a waganga wakatupa dawa, ile dawa wakatuambia twende tukaweke kwenye dro ya hela, dro ya hela. uh -huh. lakini tukawa tunauza hivyo hivyo yeah, hela laki mbili, lakini kwa waganga tunapeleka hela tena hospitali, ndio yani nikuumwa, hospitali kwa waganga, hospitali kwa waganga, yani hiyo hiyo laki mbili hiyo hiyo mnaigawa, tunaigawa. Sasa nikawa nimehama kwenye nyumba yangu moja, nikaamia kungine, nikakutana na dada anaitwa Mama Kulwa kila siku ikifika saa tatu naona ndani kwake kuna mahubiri siku nikamuuliza nikamwambia mama kubwa mbona wewe kila siku usiku lazima uweke maombi Aha. akasema ndio mimi huwa nafuatilia mwamposa nikamwambia mwamposa ndio Nika kasema sasa wewe wow, ujui kuwa kuna rise and shine. Ngaambia, mimi sijui, na huyo Mwampoza simjui, si yani kufuatilia chaneli yake sijui. uh -huh. Akasema basi, kama unaamini njoo. Siku hiyo sikwenda, nikaenda kesho yake uh -huh. Nilivyoenda kesho yake, nikakuta pale kusebuleni kwake kaweka jagi lake na maji na mafuta ya kula jagi la maji. uh -huh. akaniambia baba anavyoomba ule mwishoni, huwa anatuambia tuine mafuta na maji ndio, alafu anatuambia tuachilie. Nikamwambia, hivi vitu vinatendeka kweli? Kasema ndio, amini. Nikawa oh. Nampa, nikawa na, sasa na, nazidi kumfungukia ni maisha yangu oh. Nikamwambia dada yenu, navyoniona hapa, sijawahi kunenepa, nilizike mimi sijawahi kuridhika na maisha na dunia, yani siyani, sijawahi si. uh -huh. Watoto Ndio. Kasema sasa, mdogo wangu, naomba kuanzia leo uwe unakuja na, na maji na mafuta uh -huh. kila siku mama anaoga na udigi ni usiku, kwa hio anakuta ile ibada imeshaisha uh -huh. na, nikawa nachukua kisado na mafuta kisado cha maji Napeleka kwa dada Mama Kulwa. uh -huh. Baba ulianza kuachilia upako uh -huh. Ukatuambia tupite kwenye nyumba tuachilie hivi na hivi uh -huh. Mimi nikawa sijaachilia, nikasema yaani mimi sijaachilia sija ndani wala sijaachilia kwenye mwili wangu, naenda kuachilia dukani kwangu. Ukaenda dukani kuachilia sasa, sikwenda siku hiyo, sasa nikavizaa, mme wangu amelala. Kesho yake mimi nikawai, maana ile duka wanauza mme wangu na mdogo wake uh. Nikamwacha mme wangu kalala ndani. Mimi nikaondoka uh. Nikaweka kwenye chupa ya maji ya kunywa, e, maji nikachanganya na mafuta uh. Nikaenda pale nikasema hivi, kama kweli huyu Mungu wa mazabaoth, inuka uangazi huyu mamposa sikasema hivi. Sasa mimi naenda kuachilia dukani kwangu. Nini kilitokea? Nikaenda kuachilia kwenye draw. Nikarudi nikakaa. Kesho yake mme wangu akarudi kazini oh. Alivyorudi akaniambia mamakase kawambia, be kasema yaani, leo kuna upepo wa kisulisuli umepita, leo upepo umepita hey. Upepo wa kisulisuli umepita, nikawambia upepo wa kisulisuli kivipi? Kasema hivi yaani, leo nimefunga yaani mpaka unavyoniona hivi moja Uh, um, e, moja. Eh. Eh, mmoja nikamwambia kweli eh, sasa siku hiyo nikauchuna nikasema, mm. Ukumwambia? Eh, sikumwambia kwa sababu nilikuwa naachilia ile maji na mafuta lilo, lichupa, lilo, lipo, umo, umo, nikasema, lichupa ilo lichupa lile la mganga lioikaa wakutane humo ichupa ilo ikasema wakutane humo humo aha. Umeona? Basi, kesho yake nikamwambia nikamwambia mme wangu mimi siku mbili hizi naenda kwa jirani moja, mbili tatu, hiyo yako unayoongelea hiyo inaonekanika, ndio haya maji haya ya na mafuta ya upako haya yanafanya mambo kwenye duka letu. Kasema wewe ulienda kuachilia eh, kasema unamsikiliza nani? Kamwambia Mwamposa, kasema mi Mwamposa namjua lakini simfuatilia eh. Umeona? Nikamwambia hivi mme wangu nimechoka kuumwa mimi uh. Yaani, yeah, nimechoka kuteseka. Pesa mara hivi mara hivi, raha ya maisha sioni. Nikamwambia sasa mme wangu umeona, milioni moja hiyo uliyopata eh? Sasa cha msingi, naomba tuwe letu tu moja uh. Tukakitoa kile kichupa kile cha waganga hey, tukakitoa kile. Halafu baba amesema hivi, mganga na mchawi ni nguvu fake ni nguvu. Nguvu ya Mungu ni nguvu original ah. Kwa hiyo mimi ninaamini kweli Mungu katenda ndio, okay. kasema hivi ila unaweza ukatoa mapo yakarudi tena nyuma nikaambia, ah. Amna, nikaambia tutoe, tukatoe na mailizi ya nyumbani yale mkatoa eh. Sasa nikamtuma sasa mtu bodaboda boda. Yeye umeelewa, alikuwa kazini sasa, akatoa e. Nikamwambia mpe kile kitu tulichoongea usiku, kile mfungashie kwenye kimfuko, asielewe mpe, mwambie mpelekee waifu nyumbani. Kwa hiyo yule akabeba bila kujua, akabeba akaletea, nashangaa, akafunga vifuko vitatu ili yule mkaka asijue mle ndani kuna kichupa. Basi alimwambia, akasema ndo hapa hapa nikamwambia sasa, haya madubwasha ya ndani haya. Maana kuna tulipewa mailizi fulani, walisema ni kinga, sijui ni, nitapona watoto, ndio hivyo hapo. Hayo yote mlipewa yani, hao ya, tulipewa na kila ilizi lina jina lina, kuna jina la mme wangu kuna jina langu la kuna jina la William mwanangu kuna jina Catherine ana ndunguli mbili hapo mwanangu wa kwanza, kila mmoja ana ala yake, ana ala yake kutoka hapa. Hayo madubasha hayo, kila siku ikifika saa kumi na mbili nachoma ule ubani ule, wanachoma na ugandisha, nikisha kila tunguli nigandishe huo ubani. Unaweka juu ya tunguli, naweka juu ya hivyo vidude. Wakati tumechukua jukumu la kutoa hizo ilizi za ndani fidiri oh. Yangu ilipotea ndani ya miezi miwili, nilipo asubuhi nimeamka, naikuta nje ya kamba oh. Sasa mi nikasema, sasa hii hii ni nguo yangu ilipotea kwa muda mrefu, kwa nini nimeikuta hapa? Nikasijaishika, sijaishika nikaenda kumwita yule dada, Mama Kulwa Nikawambia dada, hii nguo ilipotea kwa muda mrefu, ni nguo yangu, nifanyeje? Kasa usishike. Sasa siku hiyo ndo dada mama kula ndipo alikuja kugundua, kaingia ndani kwangu, nikamwonyesha wa mandunguli, nikaambia hili chupa lilikuwa dukani, ili lidukwasha kama navyoona vinaninginia hapa eh, ndani huko. Kasema hivi, na maana ndio maana ulikuwa unaumwa, wenzao walikuwa nakuchezea kila siku Kasema hivi sasa hivi, vikusanya weka kwenye mfuko vina, wataenda kuteketea huko huko na mimi nikamwambia mme wangu hapa, nafunga safari naenda Kawe. Pigia Yesu makofi na mpaka sasa. Mauzo yakoje mpaka sasa? Yani kwa siku nafunga milioni mbili tayari na ikipungua milioni moja na laki nane tayari, biashara nyingine imeongezeka. Ni yani, yani wakala hey. Yani, yani nina miamara Mpesa, eh, umeongeza yani kila nani, ninayo. Unao furaha? Ninao furaha sana. Mme wako sasa anafuatilia no maombi nayo na nafatilia na tayari tumeshainua foundation ya nyumba nyumba yangu ni kubwa tayari naenda kumiliki nyumba mbili ile pale baba umeshaanza msingi? So tayari nimeshaanza yaani nimefurahi sana kwenye ule mtait anasema mtoto mdogo kama huyu anamilikije mijengo nikasema hivi ninaiamini aweze ni shine yaani chochote mtakachofanya mnakwisha hata kama mna uchawi wenu mimi naachilia upako tu Yes, ndio Baba, inakushukuru kwa ajili ya mwanao na mme wake. Utukufu ni wako Mungu. Naachilia baraka na iwe nuru kwenye maisha yako na ndoa yako na mme wako. Giza halina nafasi. Msomaji umeweza kuona jinsi ambavyo mambo yanatokea katika madhabahu ya Bwana, nguo zinapotea, zinarejeshwa, tuko upako mm. watu wa giza wanapigwa kipigo kule, wanasema hapana, hapa haiwezekani. Sasa naenda kwa mganga, rambegeze, mganga anakupa yeah. dawa according to your family baba mm. ya kwake mama ya kwake <coughs> ma ku, na adhabu ya kuvishughulikia hivyo vitu kila wakati. hayo ni mateso. kwa kifupi ni kwamba cha kufahamu ni kwamba wa uh, mganga mm. ni mwakilishi wa shetani kabisa. Sasa wewe unaenda kwa mwakilishi wa shetani ili akusaidie mm. uweze kusaidika zaidi, utaongezewa kabisa, ndio mm. kwa sababu giza hawezi kutolewa na giza, giza inatolewa na nuru kabisa, na nuru ndio hii. Sasa Yesu ndiye okay, nuru ambaye yupo ndani ya Apostle Bulldozer Mumposa, Mumposa ambapo anapoachilia upako nuru na kufikia na vile vitu vya giza, ndio tunaona watu kwa nyumba za watu nyumba mm. zao mm. vitu vinaonekana mm na vitu niliko, na mambo yanakuwa super, mauzo yamepanda. hmm. eh imeanzia kwanza kwenye laki moja, sasa hivi milioni moja, sasa hivi milioni mbili, mama anashangilia na wanakwambia wameanza ujenzi, na ikipungua na sana inakuwa kaona kabisa, mimi bwana nimejenga nyumba nzuri, akuwezi kuwa na mauzauza mle mauzauzo hayaangalii mwonekano wa nyumba, nyumba yes. Ehe, na vitu vingi na watu wengi ambao wanatuma shuhuda ni wale ambao nyumba zao zinaonekana nzuri mm -hmm. lakini kuna mauzazo mwandani, ambapo baada ya kumwaga maji na mafuta upako mm -hmm. tunaona vile vitu vime imetokea mm, okay, unavyozungumza, ama uzauza hayaangalie uzuri wa nyumba sio, hmm. nyumba tu hmm. unaweza yeah. Ukashangaa uh, uh, ni binti ama ni kaka mtanashati kabisa, binti mrembo kabisa, hmm. lakini upanko unapoingilia kati mm. anatapika chura, anajisaidia yes. nyoka anatoa nyoka hmm. ni kwa sababu shetani naye haangalii kwamba wewe ni maridadi kiasi gani ama mtanashati kiasi gani yeah. So, vyote vile ulivyo, nguvu za giza ziko kazini, lakini yes. uzuri ni kwamba Mungu amemleta mpaka mafuta bwana huyu ambaye eh, kuzitengua kazi za mwovu Ibilisi zile ambazo anazitega ama anazifanya, na ndio maana nuru ipo na maana, ndio maana madhabahu yako ngaze ipo sasa. Basi eh. Eh, cha kufanya ili usiwe kwenye mitego hiyo, sasa wewe usifuatilie nani mbaya, labda pengine au kumfuatilia ee, kwa maana nani, mpaka umjue E, unahitaji kufanya au paka sijui amekufa huyu nani alimtuma, si asili kuaje, labda naishi na paka ndani, waanze kupiga paka mashoka unauua e, kisa eti tu umeona. Hapana, upako wenyewe ndio unaochagua, na unajua hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, na unasachi wenyewe ndio unashangali, paka inaanguka chini usiku kishindo kikubwa kama vile e, kitu gani siki kimedondoka, yeah, kumbe kitu cha giza. Kwa hiyo kujua, kujua wanao kuchezea, mm -hmm, ila wao wanao kuchezea Watajua tu, wataumia wenyewe. Na hapo watakapopigwa watajua <laughs> kabisa. Aisee, pale lipoenda sio penyewe, sio pale. <laughs>